Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Leo katika kipindi chingine tuko katika e, mada yetu ya kuiendeleza Uislamu. Na kama tulivyokuwa tumezungumzia kuhusiana na Uislamu, leo insha Allah tutazungumzia kwa mukhtasari kwa wakati utakaokuwa e, kuhusiana na Muislamu ni nani. E, kwa hakika haya ni mazungumzo ambayo yanaweza kuwa na upana mkubwa sana kwa mada na mazungumzo mengine kuhusiana na nukta hizi hizi, lakini sisi tunaelezea kwa ufupi kabisa, kwa muhtasari, ili kupatikana angalau ile mafuhumu ya yale mada ambazo sisi Insha Allah tumezikusudia, na wala haina maana kwamba katika mazungumzo yetu ndiyo yamekamilisha maana hasa yale ambayo Uh, tunakusudia katika nukta tulizozitaja. Bismillahi rahmani rahim. Tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na Uislamu, tukapata kuona kwamba Uislamu ni kanuni na, na, na, na sheria ambazo ni zake Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, na taban Mwenyezi Mungu subhanahu wataala sheria hizi aliziweka uh, hususan tunapozungumzia kuhusu mwanadamu ili mwanadamu aweze kuishi katika ulimwengu huu kwa nidhamu ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameikusudia, na ndio maana tukasema kwamba Uislamu ni kinyume na baadhi ya watu ambao wanachukulia kwamba Uislamu ni kanuni na sheria alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La bali tunasema kwamba, na ishara zipo kwamba Uislamu kwa kuwa ni kanuni na sheria yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala haikuanza katika enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali ni sheria ambazo zilitangulia tangu pale Mwenyezi Mungu alipokusudia kuwatimilizia sheria binadamu na ikawa binadamu wa kwanza ambaye ni eh, Nabiullahi Adamu alaihi salam, babu, babu yetu Adam ambaye alikuwa ni nabii wa kwanza alikuwa wa kwanza kabisa kutimiliziwa sheria hizi ili ku, ku, ku, ku, ku, kupatikana kwamba kizazi chake ambacho ndio kizazi cha kwanza katika binadamu kiweze kwenda katika sheria na kanuni yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, tunapofika katika eh, nukta ya kwamba eh, Muislamu ni nani, hapa tunaona kwamba tunachukua kauli kidogo na mukhtasari ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuzungumzia katika Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an tukufu baada a'udhu billahi minashaitani ar-rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha astafa lakum, lakum ad-dina fala tamutuna illa wa antum muslimun sadaqa allahu al-'aliyyu al-'azim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni nyinyi dini au sheria, basi msije mkafa ila nyinyi muwe ni Waislamu. Yaani, inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyeleta kanuni na sheria ambayo ndio Waislamu, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awataka wanadamu wasiondoke duniani wasifariki duniani ila wamekuwa wamesalimu amri wamezifuata sheria zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala kwa ukamilifu. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala anatuambia fala tamutuna illa wa antum muslimun, wala msije mkafa nyinyi isipokuwa nyinyi muwe ni watu ambao mshakubali mshazitii na kuzi, kuzidhibiti sheria na kanuni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala ambao ni Uislamu. Mtu anapokuwa amekufa akiwa katika hali za kuziandama na kuziambata vizuri sheria zake Mwenyezimungu subhanahu wataala, hapo ndipo huitwa yeye amekufa au amekuwa ni Muislamu. Vile vile Mwenyezimungu subhanahu wa taala anasema katika Quran, bada audhu billahi min ashaitani lain rajim bismillahi rahmani rahim ya ayuha ladhina amanuu ittaqu llaha haqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun, sadaka llahu aliyul azim. Yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatuambia kwamba enyi mlioamini, mcheni mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala haki ya kumcha, na wala msije mkafa nyinyi isipokuwa nyinyi muwe ni Waislamu. Yani hii inarudi kwa walio waliozikubali sheria zake Mwenyezimungu subhanahu wa taala. Ndio maana Mwenyezimungu subhanahu wataala anasema ya ayuha ladhina amanu, yani walioamini, waliomkubali Mwenyezimungu subhanahu wa taala na wakawa ni wamekubali kuzifuata sheria zake Mwenyezimungu subhanahu wataala, basi wasijekufa wasijepatwa na mauti ila wao wamezifuata vizuri sheria zake Mwenyezi Mungu subhanahu wataala wa taala, wamekuwa ni watu wameziembata vizuri na wamesalimu amri, eh, katika amri yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na kwa hivyo basi, yule anayekuwa amezifuata sheria zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akazidhibiti vizuri mpaka akafikiwa na khatima yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akatoka duniani huku akiwa ni mwenye kufuata sheria yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, yeye ndiye huitwa huwa ni Muislamu. Na Muislamu ni yule ambaye amezikubali sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, katika amri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akawa amezifuata vizuri amri zake, na katika yale aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akawa ame ambata vizuri amejikanya amejizuia ame katika yale aliyoyakanya na kuyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mtu huyu huitwa ni Mwislamu. Taban tunasema kwamba <coughs> kwa sasa hivi tuna tu, imekuwa ni mafuhumu ya kwamba anayefuata amri na sheria alizokuja nazo Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasalam ndiyo amenasibishwa zaidi na Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho, ndiye nabii wa mwisho wa kaumu hii ya mwisho. Kwa hivyo imekuwa ni kwamba lazima Muislamu awe ni yule amemkubali mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo maana tukasema kwamba Muislamu ni lazima awe amepiga shahada, na kama ambavyo shahada ni kushuhudia kwamba hakuna E, Mwenyezi Mungu e, isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja wa haki na kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake wa mwisho. Hii ndiyo shahada ambayo sasa inakupa ina, ina, ina, ina, ina, ina kibali e, cha, cha kwamba wewe sasa ushakuwa Muislamu. Kisha baada ya hapo inafuata yale maamrisho ambayo aliyafundisha ali, ali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hapa ndiyo maana tunaambiwa kwamba mtume salallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia kwamba uh, kwamba almuslim akhu lmuslim la yadhlimuhu wala yashtumuhu. Yani unakuta kwamba Mtume salallahu alaihi wa alihi wa, wa salam anasema mwislamu ni ndugu ya mwislamu, haifai yeye kumdhulumu yeye wala haifai kumwislamu kumshtumu muislamu mwenziwe. Hivi ndivyo nidhamu aliyoifundisha e, Mtume salallahu alaihi walihi wasallam. Na vile vile tunaambiwa kutokana kwa kauli ya maasumini na haswa kwa alimamu Jafar Sadiq alaihi salam, anatuambia muislamu ni nani? Yani wachana na ile kwamba mtu kwamba e, kama wanavyofahamu baadhi ya watu kwamba ili wewe uwe Muislamu basi ni kwamba lazima uwe umefuata sheria na kanuni aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa ndio tunasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendeleza sheria zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, bali haikuwa kwamba sheria alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo Uislamu peke yake la kama ambavyo tulitangulia kusema kwamba hata ile sheria zilizokuja alizotimilizia eh, manabii wengine Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala zilikuwa ni Uislamu, na ndio tukaona kwamba Nabiullahi Ibrahimu alaihi salam ana, anazungumziwa katika Qurani kwamba hakuwa Myahudi wala Mnaswara, bali alikuwa ni Muislamu, alikuwa ni uh, Muislamu ambaye ameongoka amepata uongofu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na watabani waliokuwa wafuasi wa, na wali wali wa, wa, wa, wa, wa, wa Nabii Ibrahimu alayhisalam katika enzi zake vile walivyomfuata walikuwa, na wa walikuwa wa Nabii Ibrahimu walikuwa pia walikuwa Waislamu kwa kumfuata Nabii Ibrahim, na wote kaumu zingine na enzi zingine ambazo zilifuata manabii wengine waliomfuata Nabii Musa alayhisalam walikuwa ni wafuasi na Waislamu waliofuata sheria alizokuwa amezizungumzia alizokuwa ametimiliziwa Nabi, Nabi Ibrahimu, Nabi Musa alahi salam, na waliofuata Nabii Isa alahi salam, waliofuata katika enzi za Nabii e, Ishaq alahi salam e, Nabi Yaqub, Nabii Zakaria au manabii wote walikuwa ni manabii na walikuwa wamebeba sheria ambayo ndio waislamu kutoka kwa Mwenyezimngu subhanahu wa, wa, wa, wa, wa taala. Sasa e, e, e, Alimamu Jafar Sadiq alayhi salam anatuzungumzia muislamu ni nani, kwa sababu muislamu si kupiga shahada tu kusema ashhadu an la ilaha illa Llah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah peke yake la, bali tunaona kwamba nembo ya muislamu anaotakiwa e, anaotambuliwa wanayo muislamu anavyotufundisha. eh, eh, eh, Alimamu Jafar Sadik alaihi ssalam anatuambia kwamba qala Alimamu Jaafar Sadik alaihi ssalam almuslim man salima annas min yadihi wa lisanihi walmuminuna man ituminahu annas al ala amwalihim wa anfusihim hii ni kauli yake alimamu Jafar Sadiq alaihi salam. Asema imamu Jafar Sadiq alaihi salam, almuslim muislamu, man salima nnasu min yadihi wa lisani ni yule ambaye watu wamesalimika kutokana na mkono wake na ulimi wake. Huyu ndiyo muislamu, na ndiyo maana tunasema kwamba uh, haitoshi tu mtu n yani kwamba yeye kupiga shahada tu ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah akawa inatosha kwamba uislamu wake ikawa umemtoshelezea la, bali unakuta kwamba muislamu ana viegezo, muislamu ana mambo ambayo anatakiwa kujipamba nayo ndiyo yakamilishe ule uislamu. Tabani, shahada ni kibali tu cha wewe kukuingiza katika uislamu lakini ukamilifu wa Uislamu unaambatana na mambo mengine tofauti tofauti, tofauti. Sasa vile vile Imamu Jafari Sadiq alayhi salaam anasema na daraja ya muumini, naye muumini ni yule ambaye man ituminahu nas, yule ambaye watu wamekuwa wamemwamini, wamekuwa na amani, wamemwamini watu kutokana na nini? ala amwalihim wala anfusihim juu ya mali zao na hata na nafsi zao, yani ma, manake mumin yani unapokuwa Muislamu tena unapanda daraja ya kuwa wewe umekuwa mumin, yani unakuwa wewe ni mtu ambaye watu wamekuamini, wanaweza kukuachia amana zao, wanaweza kukuachia haki zao eh, ambazo eh, kwako wewe hawana wasiwasi, wanajua wazi kwa muda utakavyokuwa , lakini wewe utakuwa ni mwenye kuzishikilia amana hizo, ni mwenye kuzihifadhi amana hizo mpaka wao watakaporudi. Na ndiyo maana eh, mumin anakuwa ni yule mwenye ambaye watu wamemwamini kwa, kwa mali zao watu wa, kama walivyomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu walimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamwachia amana zao watu ambao walikuwa hawajamwamini na kumkubali kama yeye ni mtume, lakini kwa sababu ya imani na, na daraja yake ya imani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwamba wao wa, lau watapeleka eh, ima, eh, amana zao na kuziweka mbele ya, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zitakuwa katika amani, zitakuwa katika uangalifu, zitakuwa katika eh, ulinzi mkubwa basi watu walikuwa wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo muislamu anavyotakiwa, ndivyo muislamu anapofikia daraja ya Uislamu. Muislamu kwa hakika ana mambo ambayo anatakiwa kuya, kujipamba nayo ndio awe mwislamu. Na ndiyo maana tunasema kwamba Mwislamu ni kinyume na vile baadhi ya watu wanavyofikiria, kiasi cha kwamba mtu bila ya kujua Uislamu akawa ni kama ana, ana, ana, ana, ana, ana, anauchukia Uislamu. Lakini angalia nembo na sifa ambazo Muislamu anatakiwa kuwa nazo, kwamba Uislamu ni ule ambao unalinda haki za kimaumbile. Yaani Muislamu anatakiwa kumba ajue wazi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba viumbe mbalimbali na kila kiumbe kina haki yake katika ulimwengu. Kuna haki ya, ya, ya, ya mimea kama viumbe, kuna haki ya viumbe vingine vilivyo na uhai vili kama wanyama eh, kuna haki za, za nidhamu alizoziweka alizo Mwenyezi Mungu za, za, za, za, za, za kimaumbile ambazo, eh, tunaweza kusema labda pengine eh, si vitu ambavyo vilivyo na uhai lakini vina haki yake, ni kwamba wewe kama Muislamu unatakiwa kuzi, kudhibiti haki zake. Kwa mfano mathalan, kuna haki ya kimaumbile ya kama labda pengine ni, ni mimea, unatakiwa una, una kama Muislamu ujiweke katika mazingira gani? Haifai Muislamu kuharibu mimea au mi, kama vile miti uh, na ukawa uh, haujali unaikata hovyo hovyo. Uislamu vile vile tunaambiwa kwamba ni, ni, ni, ni, ni, ni ule unadhibiti haki za, uh, haki, haki za, ki, ki, za kiimani. Yani Muislamu unatakikana udhibiti uh, uh, haki za kiimani kwa mfano uh, kuna watu tofauti tofauti wana, wana imani tofauti tofauti na wewe, kama muislamu lazima ujue kwamba kuna, kuna haki ya mtu kuamini kwa lile ambalo ameliamini na ikawa kwamba kutokana na imani yake awe katika imani na awe katika katika katika usawa na, na katika utulivu kwa sababu yako na isi, isipelekee labda pengine tofauti za imani e, ikawa kwake wewe unamfidhuli, unamfanyia una bukta, haumpi haki yake. Vile vile Uislamu una, una, una, una, una, ni, ni ule unadhibiti haki za ubinadamu binadamu wako katika tabaka mbalimbali, na vile vile muislamu unatakiwa ufahamu kwamba e, kila binadamu ana maumbile tofauti tofauti, na wewe kama mwislamu unatakiwa kwa kila aina ya maumbile ya kibinadamu mbele ya Muislamu yawe na usawa, na mtu yoyote apate katika utulivu mbele ya Muislamu kama Muislamu. Vile vile, Uislamu unadhibiti una haki za kijinsia kama tunavyoona kwamba uh, Uislamu umeleta utukufu katika jinsia za kibinadamu baina ya mwanamme na mwanamke, unaona kati ya, ya, ya, ya mtoto na, na, na, na, na mzee mtu mzima, eh, na, na kijana eh, hizi ni haki ambazo zinalindwa katika, katika ubinadamu. Na kutokana na hali hiyo, basi ndio wakati unapokuwa umedhibiti mazingira haya, ndipo unakuwa mtu unatokeza na ile nembo ya kuwa wewe ni Muislamu, na, na hivyo basi kwamba kila mmoja wao kutamani yaani kuwa Muislamu na, na, na, na, na kukubali Uislamu kama sheria yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. insha allah kwa wakati huu e, tutakomea hapa kwa leo inshaallah. Tutakapopata fursa nyingine tutaweza kuendeleza e, mada yetu hii e, tukiweza kufafanua kwa kiasi ambacho tutakuwa tumejaliwa insha allah. wabillahi taufiki wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.